Nini kinachosababisha maji yanapungua kuingia kwenye bonde? Kama yataanza kupungua, haijaanza kupungua, maana lazima tuwekane sawa hapa. Waandishi wangu, msije mkaandika bonde limepungua, lakini viashiria vinaonyesha kwamba tusipochukua tahadhari leo, baada ya miaka mitatu, miaka minne, tutakuja kushikana mashati kwa uwekezaji wa trilioni saba ambao watanzania wote tunaulipia. Hatuwezi tukafanya mambo kama vile hatuoni. Sasa, what is the issue ya uharibifu wa mazingira? Lazima tuanze kujipanga leo. Kuna mradi mkubwa chini ya mwenyekiti ambao ni fahadi ya Tanzania na <coughs> JNHPP. huwa tunafuatilia mwenendo wa maji yanapotoka, uhai wa mito, ili tuwe tunajua uwezo wa sisi kuzalisha umeme na afya ya miundombinu yetu ikoje. Utafiti wetu ulituonyesha kwamba iko jiashibia ya maeneo ambayo ndiyo mito inayotiririsha maji kuleta bwawa la umeme na no Mwalimu Nyerere. Maeneo haya yanaanza kutokea, yako maeneo mifugo imeingia ya mingi, yako maeneo misitu inakatwa. Sisi kama watu tuliokabiziwa bwawa kuhakikisha linazalisha umeme, tukaona tusikane na hizo basi waze kuwatafuta wadau, na tukaamua kutafuta mwenyekiti. Tunashukuru kwa kupokea kikao hichi kilichofanyika hivi leo ni mwanzo tu wa hatua zingine mbalimbali zitakazofuata mbali, ambazo uh, matokeo yake yatakuwa ni mazuri, kwa sababu tumehusisha wadau wote muhimu na taasisi zote za serikali muhimu katika kuhakikisha kwamba mikakati tunaiweka, kila mmoja anakuwa na nafasi ya kuweza kuitekeleza, na hatimaye kuhakikisha kwamba bwawa la Julius Nyerere linaendelea kuwa na maji ya kutosha muda wote ili kuendelea kuzalisha umeme na kuwa na huduma ya umeme endelevu, ili basi iweze kuchochea katika uchumi wa nchi na kuwanufaisha wananchi.